Mbona yeah, uh, yeah. pipi unaogopa maiki, mwana unaogopa mistari, mbona tuko fiti Chizi, na kuona umekuja kwenye bato hapa, nakuchana paka nikushike tako, nikoneshe kwamba mimi hapa sojinako, ila nakupa flow mwanangu siku Kutukani, na nakupa mavesi yani hapa kiunoni nina mkanda mwana, usinishike mkoni teki ni mechili ndo maana hapa mkoni na yeka simu mkoni na moni hivi nakupahiitai sijifanye kauni oni mwana, umekuja umevaa kofia alafu na nitazama unaniangalia, nakupa mistari mpaka unataka kulia, unasema vipi atakulia na kuchana chi zinakupa vitu vya maana, utasema mwana amekuja kunitukana. Nimekuja kukupa hizi vesi unaziona, wewe mwenyewe utasema mwanangu, vipi unachoma hizi. Ni flow mwanangu, hacha zako, mbona kama tu bisho. Mimi ni rasonike alafu kama komando kwenye hizi vesi, mwana nakweka kwenye choo nakupakaza kaza choo na kuonesha kwamba mimi sina hizo. yeah. Oh yeah. Yeah. Ah. Mwanangu na boko nzuri ukajiunge msondo kwa umkombo na kupa kondo ye yeah, aupati kitu. Yeah, umeingia kwenye msitu umekutana na Tazan na kuonyesha kwamba huu msitu wa wanyama na kuonyesha unyama karibu, ni kuonyesha taa mchana huu usiku, umekutana na mbwa mwitu mwene asila kali, rudi kwanza hapa, huko utaanguka chali Alafu ta hakuna daktari, majaji wamesema ambulensi itachelewa kwa hichi kipondo. MC utanielewa, haupati ngekewa yeah, na isi, haujanielewa sogea kwa karibu, nionyeshe kwamba we ni mgonjwa, mi tabibu na kutibu na hii energy, jisikia ukiingia, usinong'oneze chana kama hivi kwa vidole kuelekeze ustake tukudekeze ili ni bato kwanza, lazima kuchanana, usizani tumekuja hapa awoni hata wana nashangilia sana na kuchana usiku na kuchana hadi mchana. Rasonic, mi bado nahitaji energy yako. Yani afu next time ukija usiweke hivi, unaona ukiweka hivi, hii inapita juu, iweke hivi, unaona hivi inakuja fresh ko, pia tuka tuna kusikia, lakini sio ile clear kama Dibo. Hii, mimi kura yangu nampa Dibo, sababu Dibo amefanya vitu vingi, amemkumbusha mpaka Songa alichomwambia kwamba bwana ambulensi itachelewa, afu kama muokoa jamaa bwana, usiende utaanguka chali huko, oh, yeah. Yeah, okay, Songa, uh, Dibo nadhani ana uzoefu na East.